Kwa mujibu wa INEC, kata zilizofutwa ni Litapunga, Kanoge, Katumba, Ilangu, Bulamata, Ipwaga na Mishamo. Kata nyingine ni Kolongo, Ndurumo na Mtapenda zilizopo katika mikoa ya Katavi na Tabora. Na kuhusu hatima ya wapiga kura hao, mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima anatolea ufafanuzi. Ni wapiga kura kama laki moja na elfu sita ambao wamehamishwa kwenye vituo sasa watatambuaje maeneo ya kupiga kura? Ni kwamba orodha ya vituo vile inapelekwa kwenye maeneo mengine ya vituo katika nje ya, ya makazi hayo na watapewa matangazo, na sasa wameshapelekwa matangazo katika vituo vyote ambavyo wamejaribu kupiga kura waenda kusema matangazo hayo. Lakini pili wasimamizi wa uchaguzi e, katika maeneo husika na wasimamizi wa usaidizi wa uchaguzi katika eneo husika wame e, sawa naendelea matangazo kuhamasisha wananchi waende katika maeneo hayo. Lakini la pili tulizingatia ukaribu wa eneo husika Mpiga kura hatotegemea tembea zaidi ya kilomita moja kutoka eneo lililofutwa kwenda kwenye eneo ambalo amehamishiwa. Kwa upande wa maandalizi ya uchaguzi, Kailima anasema vifaa vyote muhimu vimeshafika kwenye vituo isipokuwa karatasi maalum za kupiga kura ambazo INEC ilikuwa ikisubiri hukumu ya mahakama Kuu kwenye kesi dhidi yake na aliyekuwa mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina kupinga jina lake kuondolewa kwenye orodha ya wagombea kwa kukosa vigezo, kesi ambayo hata hivyo uamuzi wake umeshatolewa na Mpina ameshindwa. Karibu vitu vyote vimesha kwenda kwenye majimbo ya uchaguzi. Kama nimesema, mchakato unaendelea kwa namna itakavyotokea, haiwezi kuathiri tarehe 29, kwa sababu ni lazima uchaguzi ufanyike tarehe 29. Kama mambo yote yakienda, tutatoa taarifa rasmi. Mchakato unaendelea kupitia mfumo wa nesti na itatoa taarifa rasmi. Sasa Kailima pia akazungumzia utaratibu wa watu wanaotaka kubadilisha vituo vya kupigia kura mwaka jana 2024 bunge limetunga sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani kifungu namba 42 kifungu kidogo cha pili kinasema tume ya uchaguzi itaweka mazingira ya kumwezesha mpiga kura kupiga kura nje ya kituo ambacho amejiandikisha, na kura moja ya mheshimiwa rais, kwa tume ikatoa matangazo kwa muda wa siku 14. Tumeshakamilisha na mchakato unaendelea, na watu hao wataenda kwenye vituo vile. Watatumiwa ujumbe siku saba kabla, nadhani tunategemea tarehe 22 watapata taarifa kwamba wamehamishiwa kituo fulani ambacho yeye ameomba na kipira orodha yao itabandikwa kwenye orodha ya vitu vya kupiga kura, kwamba hawa ni wa kupiga kura, watakuja kupiga kura watu wa mheshimiwa rais. Kwa hiyo imekamilika, na watu wamejitokeza kwa wingi sana, hasa wametumia mfumo. Hapa ni wapongeze sana e, kuna mfumo kura rais poto, KRP, tulitangaza watu wakaingia kwenye simu zao na kwenye internet, wakaomba kupitia mfumo huo, lakini wale ambao hawawezi walikuwa wanakwenda kwa usimamizi wa uchaguzi. Huu ni ukumbi wa matokeo au tunaweza tukasema result center ambapo matokeo ya urais yatatangazwa hapa, ikiwa zimesalia siku kumi na nne kabla ya wa Watanzania kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Geore Mbara, Azam News, Dodoma.